Kwa jina anaitwa Tadeus Mkamwa, ni mkuu wa chuo cha Stella Maris Mtwara University College. Hiki ni chuo kikuu kishiriki cha chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Tanzania. Chuo hiki kiko Mtwara Mikindani, na kwa sasa chuo hiki kinatoa shahada, asta shahada na kozi nyingine mbalimbali mbali katika level ya certificates. Na Chuo hiki kilianzishwa mwaka 2009 kama nilivyosema ni chuo kikuu kishiriki cha chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino, Tanzania. Lengo la Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kuanzisha chuo hiki ni kuwapelekea watu hasa wa kusini mwa Tanzania chuo kikuu ambapo wataweza kushiriki katika kutafuta elimu, taaluma kuta lakini vilevile kutafuta ujuzi, skills mbalimbali mbali ambazo zinaweza ziwasaidie katika kuboresha maisha ya watu wa ukanda wa kusini. Chuo hiki kimekuwa na mvuto mkubwa kwa sasa hivi na kwa kiasi kikubwa wahitimu wetu wanaonekana katika nyanja mbalimbali hasa zile ambazo zinafundishwa katika chuo chetu. Chuo chetu kinatoa digrii ya Business Administration, utawala wa fedha, lakini pia mambo ya sosiolojia, nafundisha sheria, tunafundisha vile vile mambo ya procurement na logistics na vitu kama hivyo kumbe, tunawakaribisha wote ambao wana hamu ya kujiendeleza kitaaluma wafike. Hatuwakaribishi watu wa Mtwara tu na Lindi, Masasi na upande wa Kusini, bali tunawakaribisha Watanzania kwa ujumla, kwa sababu chuo chetu kinachukua wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali. Chuo chetu kimesajiliwa na kina, kina accreditation, kimekubalika na TCU. Kumbe ni chuo halali ambacho Kinafanya mambo zake kufuata sheria na kanuni za Tanzania kama ambavyo eh, chuo chote kinabidi kiendeshwe katika kanuni hizo. Chuo chetu kinachukua watu mbalimbali. Kwa sasa tunao wanafunzi kutoka nje, international students ambao wanatoka Ujerumani, na vile vile tuna wanafunzi kutoka maeneo yote Tanzania, na tuna imani kwamba kwa mwaka miwili mitatu ijayo tutakuwa na wanafunzi wengi sana kutoka sehemu nyingine za Tanzania. asanteni.